Kwa majina wanaitwa Nikodemo Kagete, ni afisa michezo halimashauri ya wilaya ya Mkalama. Leo tuna furaha, tumepokea wageni kutoka halimashauri ya wilaya ya Igunga. E, wamekuja kwa ajili ya ziara ya kimichezo ndani ya halimashauri yetu. E, umekuwa ni utaratibu wa kutembeleana, e, na kudumisha umoja katika engo ya michezo Leo tumewapokea, kutakuwa kuna bonanza la michezo kati ya halmashauri hizi mbili. Kutakuwa kuna michezo mitatu kati ya michezo ambayo itakaoshindaniwa katika siku ya leo katika bonanza hili: mchezo wa soka, kutakuwa kuna mchezo wa netiboli pamoja na mpira wa wavu. Kwa hiyo leo ni siku njema, tumewapokea wageni wetu kutoka Igunga. Imekuwa e, ni tamaduni au desturi yetu sisi kutembeleana baina ya halmashauri na halmashauri. Sisi tulienda kwao mwaka jana katika bonanza lile la muungano lakini na hao wao sasa wameamua ku kuja, eh, kuja kututembelea eh, katika kudumisha mahusiano lakini pia katika kuendeleza hamasa ya ufanyaji mazoezi kwa watumishi lakini na, na, na watu wengine kuonyesha kwamba ni jinsi gani michezo ina umuhimu, eh, na kuendeleza kusisitiza watu mbalimbali kushiriki katika michezo hii ambayo ina faida nyingi sana katika jamii yetu. Kwa jina, naitwa wafadhili ya Shukire Kayange ni afisa michezo wa halmashauri ya wilaya ya Igunga lakini pia ndiye mkuu wa kitengo cha utamaduni sanaa na michezo. A, tumefika hapa, sisi ni wageni wa halmashauri hii ya Mkalama na tumekuja hapa kwa ajili ya ziara ya kimichezo A, kwa kifupi, tunalipa deni, wao walikuja kwetu na sisi tunashukuru kwa maana kwamba wametualika tena kwamba na sisi tufike sawa na wao walivyokuja tunashukuru kwa mapokezi yao. Lakini mchezo ni amani na mchezo ni fursa kwa shughuli mbali mbalimbali, kwa maana kwamba unaibua hali ya utendaji wa kazi. Tumekuwa na urafiki na ukaribu wa hizi halmashauri zilizo jirani e, tumekuwa na urafiki na Ilamba na lakini leo tumekuja sasa, tunashiriki na wao Mkalama. Tutacheza michezo mitatu, mchezo wa volleyball, mchezo wa, wa netball na mchezo wa football. Hii ni michezo inajumuisha jinsi zote wa kike kwa kiume, na hii ni watumishi wote wa idara zote. Tuna idara masalani idara e, kama sita zote, watumishi walioko chini ya wala TAMISEMI tunafika hapa na tunashiriki michezo kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya mwaka huu ya shimsemita. Hii ni kama trial match kwetu. Kwa hiyo tumefika hapa, tunashukuru Mungu tumefika salama, lakini pia tumepokelewa vizuri. Tumeanza mchezo wa kwanza netball, mambo si mabaya. Tunaendelea kuendeleza upendo na, na kuendelea kuwa pamoja na hawa ndugu zetu wa Mkalama. Wito <tunnyi> kwa watumishi katika michezo, michezo ni afya, michezo na kufanya usizeeke of course. Alafu utakuwa na marafiki wengi. Tayari hapa nimesha kuwa na marafiki wengi sana. Kwa majina, naitwa Madam Joyce Joseph, nafundisha Nduguti pre and primary English medium. Leo tupo Nduguti sekondari tunashiriki katika michezo Umuhimu wa watumishi kushiriki, inakufanya mtu kuwa comfortable kufanya kitu chochote. Mwili unakuwa una nguvu ukishiriki kwenye michezo. Kwao tunawakaribisha watu majirani wa shule ambazo zipo karibu na Nduguti ili waje kushiriki pamoja na sisi.